Hapo zamani za kale, katika ufalme uliokuwa umezungukwa na milima ya kijani na mito iliyong'aa kama fedha, aliishi Amina, binti masikini aliyekuwa akiishi na mama yake kwenye kibanda cha udongo pembezoni mwa mji. Licha ya umaskini wao, Amina alikuwa na moyo safi na sauti nzuri ya kuimba iliyowavutia hata ndege wa porini kusimama kumsikiliza. Siku moja, alipokuwa akichota maji matoni, alikutana na Kasim, kijana aliyekuwa amewa mavazi ya kawaida lakini macho yake yalimetameta kwa hekima na upole. Hawakujua kuwa Kasim alikuwa mtoto wa mfalme aliyekuwa ametoka kasri kwa siri ili ajue maisha halisi ya watu wake. Walikutana tena na tena kando ya mto. Amina alimwimbia Kasim nyimbo za matumaini na Kasim akamsimulia ndoto zake za kuwa mtawala mwenye haki. Taratibu, mioyo yao ikaanza kufungamana, lakini siri nzito ilininginia kati yao. Siku moja, ufalme ulitikiswa na tishio la vita. Adui mwenye nguvu alitaka kuivamia nchi na mfalme akaanguka magonjwa asiyeweza kuongoza. Kasim alilazimika kurejea kasri na kufichua utambulisho wake wa kweli. Amina aliposikia ukweli huo, moyo wake ulijaa hofu. Ali jua tofauti ya matabaka ingeweza kuwatenganisha milele. Lakini hatima hatimaʼilikua na mpango wake. Wakati ma'adui walipokaribia, amina alijitolea kwenda mistari wambele, akiʼimbawimbo waʼuja siri ulio watia nguwu wanajeshi. Sauti akeʼilienea kama moto matumaini, ikawafanya watu kusimama imara Vita ilipiganwa kwa ujasiri na ufalme ukaokolewa. Baada ya ushindi, Kassim alisimama mbele ya watu na kusema, ufalme haujengwi kwa damu ya kifalme pekee, bali kwa mioyo safi na ujasiri wa watu wake. Mfalme aliyekuwa amepona alimkaribia Amina na kumshika mkono, akamtangaza kuwa heshima yake ilizidi dhahabu yote ya kasri. Ndipo Kassim akaomba ruhusa ya kumuua Amina. Harusi yao ikafanyika chini ya anga lililopambwa na nyota na ufalme ukashuhudia ya mwanzo mpya ambapo upendo ulivunja mipaka mipaka ya umaskini na kifalme. Na tangu siku hiyo, watu walikuwa wakisimulia hadithi ya binti masikini na mtoto wa mfalme, waliothibitisha kuwa upendo wa kweli kueli ni nguvu kuu kuliko taji lolote.